My name is Eric Maigo. I'm 25 years of age. I have a bachelor of commerce degree from Chuka University. Mikuro anaripoti katika kituo hiki ambapo ndipo anapata riziki yake kama mlinzi, kituo chenyewe kikiwa cha kibinafsi. Anafanya kazi kwa saa kumi na mbili na kupata siku moja tu kupumzika, katika maeneo ya Ngong jijini Nairobi ni kazi ambayo bila shaka haihitaji shahada, kwani idadi kubwa ya walinzi nchini hawana vyeti, lakini taswira kwa Eric Mikuro mwenye umri wa miaka 25 kuwa tofauti, kwani Mikuro ana shahada ya digrii ya biashara kutoka chuo kikuu cha Chuka, kinyume na matarajio yake na hapa kutana na job Onyancha. My name is job Onyancha. I have a bachelor's degree in mining engineering. I am 27 years old. Yeye pia ana shahada na pia mlinzi katika kituo hiki, kaunti ya Kiambu. Kwake hii ni kazi ya kijungujiko licha ya kuhitimu chuo kikuu. What i am using on is my intelligence, but uh, anything mining related uh, it, it does not apply Wanafunzi waliofuzu kutoka vyuo vikuu wanaashiriwa kukumbana na ukosefu wa kazi ambayo wengi wamesomea na badala yake kuwa kama Eric na Job, huku waajiri wakitilia mkazo umuhimu wa kuwa na tajriba ya kazi, huku nafasi nazo zikiwa haba na kwa masaibu hayo yanayowakumbwa wanafunzi, je, ni wakati mwafaka kwa wanafunzi wa vyuo vikuu kuacha kuchagua kazi licha ya masomo yao? Kulingana na takwimu, vyuo vikuu nchini Kenya hutoa mahafala zaidi ya elfu hamsini, huku Benki Kuu ya Dunia ikisema kuwa watu milioni moja wanahitimu kikazi huku nafasi za kazi ambazo zipo Tini, nyingi za nafasi hizo zikiwa kazi katika sekta ya jua kali. Ni bayana sasa kwa wanafunzi wanaofuzu katika vyuo vikuu kuwa kazi ni kazi, ila wawe na mafikira tofauti na kutotegemea kazi ili mradi wapate pesa za kuwasaidia maishani mwao. Nasteha Mohammed, Citizen Nipashe.